Naam, mtazamaji ni maandalizi ya kujengwa kwa uwanja wa mpira jijini Arusha kama unavyojua kwamba uwanja huu utatumika kwa ajili uh, ya mashindano ya Kombe la Afrika AFCON mwaka 2027 na, na kulingana na mamlaka hapa ni kwamba uwanja huu kwa sasa umekamilika kwa asilimia uh, karibia sabini. Huu ni uwanja mpya kabisa wa soka unaojengwa kwa ajili ya michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON na unatarajiwa kuwa tayari kwa ajili ya mashindano hayo makubwa ya soka barani Afrika. Unajengwa kwa kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni mia tatu za Kitanzania. Mashindano ya AFCON mwaka 2027 yataandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Uganda. Mtazamaji na hapa tunaelekea sehemu nyingine ya ya juu kabisa ya uwanja huu ambatana na mimi. Come, come, come, come, come. Hapa ni sehemu ya juu kabisa, tunaweza kusema ni ghorofa ya nne, ni urefu wa mita 46 kutoka aridhini, na uwanja huu unaweza kuchukua watu zaidi ya elfu thelathini na mbili waliokaa. Ni uwanja unaotajwa kuwa na viwango vya kimataifa ukiwa na eneo la mafunzo, chumba cha vyombo vya habari, maeneo maalum kama VIP na VVIP pamoja na maegesho ya magari. Na mtazamaji, na mtaza, hapa tumefika katika eneo maalum ambalo watakawa wanakaa watu wenye ulemavu kuangalia mpira na ninaambiwa kwamba uh, maeneo kama haya katika uwanja mzima yapo mawili eh, yametengwa maalum kabisa kwa ajili ya watu ambao wana ulemavu wa viungo. Serikali ya Tanzania imeweka malengo ya kukamilisha ujenzi wa uwanja huu na ule wa Dodoma ifikapo mwezi Aprili mwaka huu 2026 kabla ya kuandaa mashindano rasmi ya AFCON mwaka 2027.